Majina anaitwa Reginald Erastus Shilima, ni afisa uvuvi wa halmashauri ya mji wa Bunda. Sisi kama sekta ya uvuvi tuna wajibu wa kuhakikisha rasilimali za uvuvi zinakuwa endelevu na zinavunwa kwa mujibu wa sheria taratibu, lakini alikadhalika halmashauri yetu pia ina wajibu wa kuhakikisha pia wavuvi wanaenda kufanya shughuli zao za uvuvi katika hali ya usalama katika kipindi cha mwezi wa saba mpaka mwezi wa kumi na moja. E, ni mara nyingi huwa kuna ni kipindi ambacho kunakuwa na pepo kali sana katika ziwa letu, na sio kwenye eneo la Bunda peke yake bali ni ziwa lote. Na huwa kuna hatua kadhaa kadhaa tunazichukua kama halmashauri kwa ajili ya kuhakikisha basi kipindi hicho ambacho ni cha pepo mbalimbali zinazovuma ndani ya maji E, zina zinakuwa zinasambaa zinakuja zaidi na mawimbi makubwa kwenye ziwa, na hii inaweza kawa inahatarisha usalama wa wavuvi wawapo ee, shughuli zao ziwani. Nini kinafanya halmashauri? Halmashauri huwa tunajitahidi sana kuhakikisha moja, vyombo vyote vya uvuvi ambavyo vinaingia kwa ajili ya shughuli za uvuvi ziwani basi vinakuwa vimekaguliwa e, na vimekidhi vile viwango vya imara na viwango vya kuweza kufanya shughuli ya uvuvi ndani ya ziwa tunafanya shughuli hiyo sisi watu, watu, watu, wataalamu wa sekta ya uvuvi tukiwa pamoja na wenzetu wa TASAC. TASAC. TASAC ni taasisi inayoshughulika na ubora na e, usalama wa vyombo vya majini ndani ya ziwa pamoja na bahari, wenye makao makuu yao yako Musoma. Basi wao wanakuja kwa ajili moja ya kutoa elimu kwa wavuvi e, tukishirikiana kwa pamoja tunawapa wavuvi namna bora ya kuhakikisha kwamba wanatumia vyombo vilivyo sahihi na vilivyo imara na vilivyo bora kwa ajili ya shughuli za uvuvi. Ile mitumba ambayo tunaibaini kwamba au vyombo vile vya uvuvi tunabaini kwamba havitosha vina sifa ya kwa ajili ya kufanya shughuli za uvuvi huwa tunavizuia kwa ajili ya kufanya matengenezo na vikisha kizi viwango basi huwa tunavipale saini na kuviruhusu viendelee kufanya shughuli za uvuvi. Lakini sambamba na elimu pia tuna hakikisha kwamba wavuvi wote wanakuwa na vifaa vya uokoaji kwenye vyombo vyao vya uokoaji vya moto pamoja na vifaa vya uokoaji vya wao wenyewe kujiokoa wakati wa, wa wapo kwenye shughuli za ukumu hususani, aidha wanakuwa na life jacket kwa ajili ya kuvaa wao wenyewe au wanakuwa na life ring ambayo ni, ni, ni ringi moja ya, ya ina mfano wa tairi, ndugu mtangazaji, yenyewe inasaidia kuokoa zaidi ya mtu mmoja. Huwa lazima basi kila chombo tunahakikisha wavuvi wote wanakuwa na hizo vyombo, nani, nani, vifaa vya uokoaji wawapo ziwani. Lakini cha tatu kwa kushirikiana na BMU zetu ambazo zipo ndani ya maeneo yetu e, ya mialo yote tunahakikisha kwamba mvuvi kabla hajaenda ziwani basi asiwe ametumia aina yoyote ya kilevi. Hii itamsaidia kwamba anakuwa ubongo wake unakuwa mara zote upo active e, unakuwa katika hali ya usalama katika kufanya shughuli zile. Kwani akiwa amepata kilevi chochote kile basi akiwa majini kule e, na hizi pepo anaweza kawa kwa namna moja nyingine, akadondoka yeye mwenyewe binafsi au akashindwa kuwa na stamina ya kuwa kiongoza kile chombo, kwa sababu wao wenyewe ndio madereva vyombo vile. Kwa hiyo anaweza akashindwa kupata stamina nzuri ya kuendesha kile chombo na mwisho wa siku tukapata ajali majini. Kwa hili kupunguza ajali majini, basi tunahakikisha kila kila mvuvi anayeingia ziwani anakuwa na hivyo vyombo vya uokoaji, lakini sababu na hilo kwa pia wanakuwa hawajatumia kile chochote kile lakini pia tunawashauri wawe na simu kwa ajili kama chanzo kikubwa cha mawasiliano kwa sasa hivi, kwa sababu simu zinatusaidia kama endapo akipata tatizo lolote kule ziwani, basi iwe rahisi kutoa taarifa kwa sisi ambao tupo nchi kavu na kwenda kwa ajili ya kwenda kuwaokoa wa. Ikizungumza tukio kama lalela la juzi la mwenzetu mmoja Eh, kwa namna moja au nyingine alipata tatizo la kuanguka majini, eh, ili kutegana pia na pepo ambazo zinaendelea kuvuma kama nilivyosema hapo awali, kwa inaweza kuwa kwamba labda kulingana na uchovu mbalimbali, eh, mzee wetu yule akaweza kupata eh, tatizo hilo la kuanguka majini na kupoteza maisha, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, eh, msaada mkubwa tulipata kutoka kwa wavuvi wenyewe, kutoka kwa BMUs na serikali pia kwa ujumla, tuliweza kumpata mwili wake na sasa tumepeleka kwa ajili ya kumsitiri. Eh, na mwisho kabisa e, tunaendelea kusisitiza wavuvi waendelee kutumia zile zana ambazo ni, ni, ni, ni rafiki kwa mazingira, lakini wasisahau kwenda na vifaa vya uokoaji e, ndani yao, ya, ya ya mitumbu yao au ndani ya vyombo vyake vya uvuvi wakati anakufanya shughuli zile za uvuvi, wawapo ziwani. Hii itawasaidia kulinda moja kulinda afya yao wenyewe, kusababu, hai, kwa sababu hai ni jukumu la kwanza kabisa la serikali kuhakikisha watu wanafanya shughuli wakiwa katika hali ya usalama na wanarudi kufanya shughuli zao katika hali ya usalama.